Kwenye eneo letu la Tanganyika ni kwenye kilimo, ni kwenye kilimo. Iwapo hatulimi sisi vijana, itakuwa ni sisi vijana hao hao hatupati mazao ya kununua akina mama iwapo vijana wetu wa walimu hamtapata mazao ya kununua, niwaombe sana vijana mlio kwenye maeneo ya kilimo, jitokezeni kujihusisha kwenye kilimo. Mzunguko wa mapato yetu yote hapa unacheza kwenye kilimo. Kwao ninaomba sana tuweke nguvu kubwa kwenye kilimo. Tuna maafisa ugani takribani kila kijiji wapo, na msimamizi wao mkuu yupo hapa. Hawa serikali inaongeza kwenye ajira. Mwaka wangapi umepata? Tumepata maafisa ugani kumi na saba zaidi ya kata tulizo nazo. Hawa kazi yao kubwa ni kuja kusimamia kwenye uzalishaji. Kwa majina, naitwa Halima Kitumba, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika. Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika leo imefanikiwa kutoa mkopo wa Tanzania shilingi milioni 251 sita na 48 kwa vikundi 41 vya wanawake, vijana na watu. Katika mchanganuo huo, vikundi 23 ni vya vijana, vikundi 13 ni vya wanawake na watu watano wenye ulemavu. Mikopo hii imetolewa na inaelekezwa kwenye vikundi ambavyo vina miradi tofauti tofauti. Kuna ambao wana mradi wa kukusanya mazao, kuna mafundi seremala, kuna mafundi cherehani na kuna wenye maduka na wenye vibanda sokoni. Mikopo hii tunatarajia iende ikawasaidie wananchi hawa waliokopeshwa waweze kurejesha, na ili mkopo huu uweze kumuda Matarajio ya Halmashauri ya Wilaya ya Tanganyika kwa kupitia mikopo hii ni kwenda kutengeneza kongani za vijana ambazo tut, tutahusika na kwenda kuwaelekeza katika kushiriki katika viwanda vidogo vidogo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amezungumzia swala la kilimo kufuatana na uhalisia wa halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika, sisi ni wakulima. Hivyo basi, kwa kupitia idara ya kilimo na mifugo na watu walishe na sisi, kama maendeleo ya jamii, tutajikita katika kuwaelekeza wanakikundi waende kwenye miradi ya kilimo na mazao, kwa maana ya kwamba tuko tayari kwa kikundi ambacho kinakuwa kiko vizuri kuweza kutoa hata mikopo ya pawatia. Kupitia mikopo hii tutaweza kufanikiwa katika yafuatayo: uboreshaji wa kipato cha wananchi, ambapo vikundi vimeweza kuanzisha miradi ya ujasiriamali kama kilimo, ushonaji, ufugaji saluni useremala, na biashara nyingine. Kuongezeka kwa ajira, ambapo wana vikundi wamejiajiri, wamejiadili na kuajiri wengine katika shughuli zao. Mfano, vijana wamepata shughuli za kudumu badala ya kukaa vijiweni. Namba tatu, kuimarika kwa maisha ya familia, ambapo wanawake wengi wameongeza kipato cha familia, kulipa mahitaji ya watoto shuleni, kugharamia mahitaji ya nyumbani hali ya lishe na mavazi imeboreshwa. Kwa niaba ya wanakikundi wangu, napenda wanakikundi wote, napenda kumshukuru Mheshimiwa Raisi Mama Samia Suluhu Hassan, ameona kwamba hata sisi tulioko huku Tanganyika, kina mama, vijana, lakini wenye uhitaji maalum, kwamba tunahitaji kuwezeshwa hatimaye kufikia malengo yetu, hasa kujiinua kiuchumi lakini kutengeneza pia maendeleo ya familia zetu.